kisha utachagua malipo kwa njia ya Tigo Pesa. Karibu Shabib Bus Line. Mahali ambapo rasilimali zipo, idadi ya watu kuongezeka kwa kasi sio changamoto, na ukataja kwamba rasilimali kwa mfano elimu, um, afya, miundombinu na hatimaye ukataja rasilimali ya ardhi ambayo umesema Tanzania tumejaliwa ardhi kubwa. Sasa nataka niseme ya kwamba swala la rasilimali na idadi ya watu ni kama kwa upande fulani ni kama kuku na yai. Kipi kinatangulia? Kama tutarudi kule mwanzo kule kwenye uumbaji tutakuta ya kwamba wakati wale wazazi wetu wa kwanza wanaumbwa, wakiwa wawili walikuwa na dunia lote likiwa mbele yao, si ndio? Lakini tunakuta ya kwamba walipewa jukumu la kufanya kazi ili wageuze zile rasilimali za asili rasilimali zinazoweza kutumika, kwa mfano kugeuza labda matunda, mimea, majani, mizizi kuwa chakula kinachoika, si ndio? Hiyo tunakubaliana na, walipewa jukumu la kufanya kazi sasa. So, kwa hiyo katika jamii yoyote ile, e, utakuta ya kwamba upatikanaji wa hizo rasilimali unazozungumza unategemea idadi ya wanaofanya kazi ili kubadilisha rasilimali asilia kuwa rasilimali zinazoweza kutumika consumable. Si ndio? Sasa katika mazingira tuliyo nayo, kwa mfano sisi kama wa Tanzania tunayo ardhi kubwa, lakini taizungumzia ukubwa wake na uhalisia wa ukubwa huo tunaozungumza, kwanza tunakwenda wapi? Katika mazingira kama ya Tanzania ambapo tuna idadi kubwa ya wategemezi, nilikuwa nimezungumza ya kwamba tunahitaji kuliangalia hili swala kwa kina, kwa sababu wale wazalishaji wachache kama mtakuwa mlifuatilia mli, mli, mli, mli, mli, zile takwimu tulikuwa tunazungumzia, utakuta ya kwamba wazalishaji katika Tanzania ni pungufu ya asilimia 30 ya idadi yote nzima. Kwa hiyo ni kama pungufu ya theluthi moja inategemewa na kundi zima la asilimia mia moja. Sawa na hizi takwimu pia katika tume ime, tu ya taifa ya takwimu imeziweka vizuri tu kuonyesha ya kwamba mzalishaji mmoja wa kitanzania kiuhalisia anategemewa eh, na, na wasiozalisha tisa. Mzalishaji mmoja wanaomtegemea wasiozalisha ngapi? Tisa, nadhani kutokana na ule mchanganuo kwamba kuna wale wa umri mdogo, lakini kuna wategemezi wa umri mkubwa. Leo stafu, kuna wategemezi wengine ambao, kwa mfano, tumezungumzia kuhusu idadi kubwa ya wanawake wa Tanzania ambao kutokana na jinsi ambavyo aidha wamenyimwa fursa za elimu na fursa za za, za za ajira au fursa za za, za uzalishaji, wengi ni wategemezi lakini pia tunajua ya kwamba kuna wale ambao ni wagonjwa, kuna wale ambao ni walemavu, kuna wale ambao hawawezi kufanya kazi kwa namna moja au nyingine. Kuna walioajiriwa eh, ajira ambazo hasikiri mahitaji yao. Kwa hiyo kimsingi mchanganuo wa uchumi na wale wanaozalisha ndio unatuletea kwamba Tanzania moja anategemeza tisa. Sasa katika mazingira kama hayo, ni vigumu sana rasilimali zingine ulizozungumza kama za elimu na afya, lishe na zingine kama miundo mbinu kuweza kuwa nazo katika viwango vinavyotakiwa, kwa sababu kimsingi zinatakiwa zigharimiwe na Watanzania wenyewe wanaozalisha. Sasa kama wanaozalisha ni wachache, ina maana mchango wao ni mfinyu, na najua mnajua kuhusu bajeti yetu kwamba miaka karibu yote bajeti yetu mtegemezi, tunategemeza tunategemea wazao wadau wa maendeleo wa hisani na nchi zingine, kwa sababu sisi wenyewe hatujaweza kufikia kiwango cha kukidhi mahitaji yetu wenyewe hiyo ndiyo hali halisi. Sasa kama utazungumzia nchi zingine, kwa mfano utazungumzia labda, mara nyingi watu wanaapoti nchi ya China. China ilipitia kipindi ambacho idadi eh ya watu iliongezeka kwa kasi, wakafika mahali wakatafakari, wakaona itatuletea shida. Sasa wakaweka sheria au sera ambayo, lakini inakiuka haki za binadamu, ile ya kusema ya kwamba kila familia mtoto mmoja. Na hiyo sera, sera wameitekeleza kwa kipindi fulani, ikawawezesha sasa kuwa na kundi kubwa la wazalishaji na kundi dogo la wategemezi. Ukiangalia kwenye population structure ya China utakuta y kwamba wazalishaji ni wengi ukilinganisha na wategemezi wa umri mdogo, na kwa sababu hiyo wale wa wazalishaji ambao ni wengi pia wamewaandaa vizuri, kwa sababu walipokuwa wanahakikisha kwamba idadi ya wategemezi inakuwa ndogo iliwasaidia kuwa na e, ziada ya kuwekeza katika kuwaandaa hawa wazalishaji, kwa hiyo ndio maana ina uchumi mkubwa kuna nchi ambazo za Asia ya kusini e, Korea ya kusini kuna Singapore kuna Thailand kuna Malaysia ambazo zilikuwa zinafanana na sisi wakati tunapata uhuru na zenyewe ziliwekeza katika namna hiyo hiyo, walikuwa na wastani wa watoto sita miaka ile ya, ya, ya tunapata uhuru kama sisi tulikuwa na watoto sita mpaka saba, lakini kufika miaka ya tisini wenzetu wakawa na wastani wa watoto wawili wakati sisi bado tuna watoto <laughs> sita. Unaona hiyo unaona hiyo dynamic, matokeo yake wamepandisha sana pato lao, wamepandisha sana pato lao na wameweza kuimarisha uchumi wao na waweza kuimarisha nguvu kazi yao. Sasa wamekuwa mataifa ambayo sasa tunawategemea. Tuna kuna nchi kwa mfano za Ulaya ambazo hatuwezi kujilinganisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu zao zenyewe zina zimeenda kwa namna ya tofauti lakini ukiangalia ni kwamba bado utakuta kwamba kundi la wazalishaji ndio kubwa kuliko wategemezi. Kuna mfano wa nchi kama Sweden. Sweden e, tulikuwa wakati tunapata uhuru sisi tulikuwa milioni tisa, na nadhani na wenyewe walikuwa kama milioni tisa hiyo hiyo. Sisi wakati tuko milioni hamsini na nne sasa hivi wako kama milioni kumi na mbili na unakuta kwamba Sweden tangu tumepata uhuru mpaka leo bado tunawategemea kama wadau wetu wa maendeleo. Sijui kama hiyo inakuja, nafikiri mnaelewa huo ufafanuzi. Sasa takwimu za sasa zinaonyesha ya kwamba idadi ya watoto tulio nao na kasi ya kuzaliana tulio nayo, kwa mfano kwa Dar es Salaam miaka kumi na tano ijayo tutahitaji idadi ya shule mara tatu ya idadi tulio nayo sasa, shule, hospitali au zahanati au vituo vya afya pia tutahitaji mara tatu ya idadi tulionayo sasa na huduma zingine pia tutahitaji mara tatu kwa sababu ya jinsi tunavyoongezeka kwa kasi. Sasa swali linajiuliza ni kwamba ardhi ya Dar es Salaam inaongezeka au inapungua au ni ile ile? Bila shaka jibu ni ile ile, sio? Ardhi ni ile ile, lakini watu wanaongezeka. Sasa hiyo nafasi tutaendelea kuipata wapi? Lakini tukija kwenye ardhi ya Tanzania pia nafikiri mmegundua na nyie ndio mnaripoti kila kila wakati, of course nyie ndio mko mstari wa mbele mnaripoti kuhusu ongezeko la migogoro kati ya wakulima na wafugaji, migogoro kati ya wananchi na maeneo ya hifadhi, si ndio? Migogoro kati ya uh, wananchi kwa sababu ya maeneo ya makazi, wananchi kwa wananchi inaongezeka kila siku, inaashiria nini? kwa sababu ardhi tuliyo nayo, kwa kuwa haiongezeki na inazidi kuchakaa, haitutoshi. Kwa hiyo tukiendelea kuzaliana kwa kasi sana, ni kwamba hii rasilimali ardhi tuliyo nayo itazidi kuwa finyu na haitatutosha. Lakini hiyo, mabadiliko ya tabia nchi imeyaona, ukame unazidi kuongezeka, na pori tumefyeka na kutumia kwa ajili ya kuni na ujenzi na, na kilimo kwa hiyo e, ule mzunguko wa unyevu, unyevu unaoleta mvua umekuwa mdogo. Kwa hiyo tunapata ukame zaidi na majanga ya njaa zaidi. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo uwiano wa rasilimali na ongezeko la idadi ya watu hauwezi sawia. Pia sisi, kama kama unavyojua ni chama cha wanawake wanahabari ambao tunatetea haki za wanawake na watoto, lakini pia tunapata kesi nyingi sana za kuhusu ukatili wa kijinsia kwa mfano ukiangalia ukatili wa kijinsia unaosababishwa na matunzo au kutelekezwa kwa familia, labda mzazi mmoja, hasa kina baba, anaamua kuondoka kuiacha familia na kwenda sehemu nyingine, baada ya kuona familia pengine imekuwa kubwa, matumizi ambayo kwenye familia yamekuwa makubwa, watoto wamerundikana, wamekuwa watano. Eh, watoto wameacha na mwaka moja moja. Kwa hiyo kama unavyojua kina baba anahitaji kutunzwa, familia inahitaji kutunzwa, yaani baba anaangalia kwamba yeye, uh, ule ule concentration ya mama inakuwa kwa watoto baada ya kwa, ba, kwa kwa baba kwa hiyo chakula kingi kwa kinatosha labda kwa watu watatu wawili na hiki gani ni watoto watano. Watoto wanapiga kelele huko wanavuta mama kutavuta mama kama wewe ni wanawake. Sisi tunakuwa na sisi wanawake. Mama anakuwa yuko busy hata ile kujijana kujipenda kunapungua kwa sababu huyu yuko tumboni huyu ana mwaka mmoja na miaka miwili na miaka mitatu. Basi unakosa unakuta pale baba akakosa nafasi. Anaamua kuondoka atafuta familia nyingine ambayo itaweza kupumzika. Basi unakuta hapo mama na mama kashaachiwa familia, kashaachiwa watoto. Analeta kesi kwamba ameachiwa Fa, familia hakuna matunzo. Kuja kuangalia ni kwa nini, kwa sababu wale watoto hawapata nafasi, hawapata space, hamna pumzi eh? Okay? Mama hawezi kupata afya nzuri, hawezi kupata uh, anakuwa na stress anakuwa na mawazo, na wao wanaamua kuondoka. Watu waona pia, tukifanya kwa upande wa uzazi wa mpango kuelimisha jamii sana na kina mama na kina baba katika vikoba, wakajua umuhimu wa uzazi wa mpango na pia wakaweza ku kuondoa maswali mengi kuhusu mambo ya uzazi wa mpango, wataweza kuongeza matumizi ya uzazi wa mpango. Katika kufanya kazi na vikoba tunagundua kwamba Uh, kina mama na pia kina baba wakati mwingine na wanatumia uzazi wa mpango wachache, na wale wanaotumia hawana uelewa mzuri sana kwa mambo ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo tukaona kama tukifanya nao kwa elimisha kwa kwenda na watu wa afya, wakakaa nao kama kuwafata kwenye kwenye maeneo yao, kuongea kama marafiki eh, kama wenzao, kuwaelezea yale mambo ambayo yana na, na changamoto tuta nazo tutanazo kwa mambo ya uzazi wa mpango, tayari wataweza kuelimika, wataweza kujua ah kumbe kuna mauzi madogo madogo ambayo anafanya kwa tumia tunashinda kutumia uzazi wa mpango. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana, mtu anafunguka, anajua kwamba ah, nikikutana na changamoto hii naweza atafanya hivi, kutana na mauzi fulani naweza atafanya hivi. Na ukiangalia, mwanzoni tulikuwa tunaanza kwa kutana mtu katumia uzazi wa mpango aki akitoka pale akitoka changamoto kidogo, anaambia mwenzake, yani, mimi siwezi kutumia ile pale stack kabisa kusikia tena, ni fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo unakuta hana elimu ya kutosha, anaongozana na mwenzake, anaongozana na mwenzake. Kwa hiyo unakuta wanakuwa hawa kila mtu anasikia ile neno limetoka kwa mwenzake, anamwambia mwenzake. Kwa hiyo wanapenda vitu ambavyo hawana wakaradi, lakini baada ya kwa kwenda kufanya huo ueleweshaji kwa kuna na watu wa afya, wamefafanuliwa na wameweza kujua kwamba hii changamoto ilikuwa ni hii na hiyo changamoto zanga iondoa vipi, na kaenda kutumia zazo wa mpango, basi tumejikuta kwamba kina mama mpaka wanamwambia basi, mkija njoni na mtia zazo wa mpango mtupe kabisa, yaani yani wameona ule wepesi baada ya kuelewa kwamba wanashuma, hata kama unaweza mkaenda pale nazo mkawapatia yaani kama zinagawiwa tu hivi unaona, you know, kama tayari wame wameweza kupata huliolowao you know, ambao ni mzuri na ambao basi hi mpaka hii tunaendelea kujamaliza